Masomo ya Misa Takatifu baada ya Epifania. Somo la kwanza: Yohane wa kwanza sura ya tatu mstari wa ishirini na mbili kisha sura ya nne mstari wa sita Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Wapendwa, lolote tuombalo twalipata kwake, kwa kuwa twashika amri zake na kutenda yampendezayo. Amri yake ni hii, tusadiki kwa jina la mwana wake Yesu Kristo na tupendane sisi kwa sisi kama alivyotuamuru. Ashikaye amri zake anaishi ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Kujua ya kuwa anaishi ndani yetu, twajua kwa roho aliyetupeleka. Wapendwa, msiamini kila roho, bali zipimeni roho kama zimetoka kwa Mungu, kwa maana manabii wengi wa uongo wa wamesabaa ulimwenguni. Roho ya Mungu mnaijua hivi: kila roho ikiriyo ya kuwa Yesu amekuja katika mwili imetoka kwa Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitoki kwa Mungu. Na hii ndio roho ya mpiga Kristu abaye nimesikia anafika na sasa amekwisha kuwapa ulimwenguni. Ninyi wanangu, mumetoka kwa Mungu na mumewashinda wale, kwa maana mumetoka kwa Mungu na mumewashinda wale, kwa maana yeye aliye ndani yenu ni mkubwa zaidi kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Hao ni wa ulimwengu, wanena lugha ya ulimwengu na ulimwengu huwasikiliza. Sisi tumetoka kwa Mungu, yeye amjuaye Mungu atatusikiliza asiye wa Mungu hatusikilizi. Hivyo tunatofautisha tuna roho ya kweli na roho ya upotevu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya pili mstari wa saba hadi nane kumi hadi mstari wa kumi na moja. Kitikio: Nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Nitatangaza amri ya Bwana, yeye aliniambia diwe mwanangu mimi, leo nimekuzaa uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa mali yako. Nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Sasa enyi wafalme, kuweni wasikivu Muonyeke enyi munaotawala dunia. Mtumikieni Bwana kwa uchaji, mshangilieni kwa kutetemeka. Kiitikio: nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Yesu alitangaza Injili ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na maradhi katika watu. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya nne mstari wa kumi na mbili hadi kumi na saba, ishirini na tatu hadi ishirini na tano. Wakati ule Yesu aliposikia ya kuwa Yohana ametupwa gerezani, alirudi Galilaya. Aliondoka Nazareti, akaenda kukaa Kapernaumu kadoni mwa ziwa katika tarafa ya Zaburoni na Naftari, hivyo litimie neno la nabii Isaya aliyesema: nchi ya Zaburoni na nchi ya Naftali, kadakada ya bahari, ng'aba ya Jorodani, Galilaya ya mataifa, watu wakao gizani wameona mwanga mkuu, wenye kukaa katika nchi na uvuli wa mauti wameangazwa na nuru. Kutoka hapo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, kwa maana ufaume wa Mungu mbingu umekaribia. Alizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuitangaza injili ya ufaume, akaponya kila ugonjwa na maradhi katika watu. Sifa yake ikaenea katika Siria yote, wakamletea wote wenye shida, wenye shida dio, wenye magonjwa mbalimbali na maumivu waliopagawa, wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Makundi ya watu wakamfuata kutoka Galilaya, Dekapori, Yerusalemu, Yudea na ngabo ya Yordani. Injili ya Bwana. Sifa kwako, E Kristo.